Jambo mtazamaji wa Sio Media 2025. Jina langu ni Oliver Jeremia na kipindi hewani ni elimu. Na leo tutakwenda kuzungumzia maana ya elimu. Unaelewa nini kuhusu elimu? Najua sisi sote tumekuja chuo ili tuweze kupata elimu na tuweze kuendelea. Unaelewa nini mtu akizungumzia maana ya elimu? Basi nikusihi na nikuombe endelea kuwa pamoja na sisi. Na tunataka tuone baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Ilinga wakieleza maana ya elimu kwa namna si wanavyoelewa wao.

Mfano kama ka mwanzo kwa huyu ukaja kujua jina lake okay. Hapo umeelimika yani umejua ume, hiyo hey. Ndo maana yake ki lugha, kisheria, yani ni ku elimu, ni kuwa na ujuzi wa kitu na kufanya kazi, kama umesomea account i unajua za kitu lakini na na practice sio unaifanyia un, hiyo ndo maana elimu so ni kuelewa so kitu ukisha na kufanyia kazi so, kama unajua kitu lakini hufanyii kazi ni kama mfano wa punda, yani mzibunba vitabu ana elimu lakini hajui thamani yake. Ukiwa unajua elimu lakini una function nayo elimu, inakuwa ni kama una elimu lakini ni kama punda ambaye kwa maana hiyo takunaambia kwamba ukipata elimu inabidi uweze kuitumia sana sana. Elimu kisheria maanaliukujua kitu na kuvielewa ka, na, na kufanya kazi. Kama unajua akaunti, unafanya kazi kama unajua unafanya i Tumeona maoni ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Ilinga wakieleza maana ya elimu kwa namna wanavyofahamu. Nikusii vikusitu na kukuomba endelea kufollow na kulike kwa jina la Sijo Media 2025.